Hello, habari, karibu sana kwenye channel hii ya Shayia TV. Eh bwana, leo nimekuletea mada hapa, ni jinsi gani unaweza ukaongeza storage ya simu yako bila kufuta chote kabisa kwenye hiyo simu yako. Ah, wengi wamezoea ili storage ya simu iongezeke au memory ya simu iongezeke e, ni lazima wafute baadhi ya vitu kwenye simu yao. Mfano, anaweza akafuta video ambazo alikuwa amezidownload au amerushiwa. Anaweza akafuta baadhi ya application ya ambazo alikuwa ameziinstall au amezidownload anaweza akafuta games ma game mbalimbali ambayo kwa amedownload ili storage simu ya simu iongezeke. Sasa leo nimekuletea ni jinsi gani unaweza ukaongeza storage ya simu bila kufuta kitu chochote, hebu tuende pamoja. Aha, leo hatupotezi muda sana, hebu tuende pamoja e bwana, unaweza ukaongeza storage ya simu bila kufuta chochote e, kitu cha kwanza, hebu nenda Play Store. Jamani hapo suna simu yako na ina faili la Play Store. Haya, nenda moja kwa moja Play Store. E, bila shaka unanisikiliza na umeenda hapo Play Store. Ukishaenda hapo Play Store, hebu washa data zako za simu, yaani data za interneti. Basi nenda ile sehemu ya kuandikia. Andika Phone master. Bado tuko na ile faili la Phone master. Wiki iliyopita nilieleza faida za ile faili la Phone master, lakini leo pia e, nimebidi nikuelezee na nikufanulie vizuri ni jinsi gani unaweza kuongeza storage ya simu kupitia faili hili la Phone master au application hii ya Phone master e, ukishaingia Play Store, download hiyo application E, application za Phone must itakuja, ikisha kuja, alafu i download, ukisha i download ifungue. Eh, hebu twende pamoja sasa, mi ndo naifungua hii application, kwa kuwa hii application mimi niko nayo tayari, nisha download siku nyingi. Nisikilize kwa makini ili usikose kose. e, unafungua kama hivi, hii ndo application ni ya Phone Master au app ya Phone Master. Bila shaka ukifungua hii app ya Phone Master itakuja dashboard kama jinsi inavyoonekana vionaekana, ina maelezo kama Phone Master, alafu hapo kuna memory used 66%, asilimia 66 zimetumika memory used Optimize, kuna sehemu imeandikwa optimize, chini yake kuna sehemu imeandikwa storage clean, kuna app management, kuna network assistance, kuna privacy protection eh bwana, hii ni menyu mbalimbali inayopatikana kwenye hii application ya Phone Master. Lakini ukishaingia tu kwenye hii application ya Phone Master, ngoja kuna sehemu nitakuelekeza sehemu nitakio uibonyeze au uitachi bila shaka sehemu umeiona iliyoandikwa optimize. Kitu cha kwanza ukishaingia kwenye app tu utabonyeza sehemu iliyoandikwa optimize. Optimize hapa tunaongeza storage simu bila kufuta kitu chochote. Bwana ilivyofunguka hivi, kuna sehemu zimejitokeza hapa, ni baadhi ya application za hiyo simu yako. Sasa wewe, kuna sehemu ya imeandikwa optimize, chini yake ndio utaikliki. E, angalie chini kabisa mwa hii e screen au mwa hii kio, kuna sehemu imeandikwa optimize, ina maneno ya bluu. Eh, hakikisha tiki zote zipo. Eh, itazunguka zunguka hivyo kama inatafuta. Imeandika Optimizing memory eh, utasubiri, tusubiri matokapo, imeandika memory freed themanini na tisa. Maana yake hapo kuna storage imeongezeka Semanna tisa imeongezeka, hatujafuta kitu chochote. Kumbuka ile imeongezeka semana tisa. Tunaendelea bwana, kuna sehemu imeandikwa junk clean, clean cache junk. Hapa ndo tunaendelea kuongeza storage ya simu bila kufuta kitu chochote. Tunabonyeza hiyo sehemu imeandikwa clean now, ngoja nikuonyeshe. Baada ya hapo utakuja hapa. Unaona hii sehemu nilionyeshea hapo. Fuata utaratibu kama jinsi, nil, jinsi lafanya, ni, jinsi mimi ninavyofanya ni rahisi. Utakuja hii sehemu inaandikwa clean now. Eh, utabonyeza hii sehemu. Tunaendelea kuongeza storage ya simu bila kufuta kitu chochote. Hapa inatuonyesha kuna MB 2137 zinaendelea kuongezeka. Tuendelee kusubiri. Pakikamilika, hii sehemu zinazozunguka zunguka. Stop scanning, wewe utasubiri bwana. Hapa imekamilika, kuna sehemu hapa chini inaandika clean, yani safisha MB 57, yani megabytes 57 nukta moja saba hapa tunafuta baadhi ya vitu, lakini havitaonekana kama zimefuta; hizi ni cache. Hivi ndo jinsi tunavyozidi kuongeza storage ya sim bila kufuta kitu chochote. Hapa tunafuta mb embii hamsini na saba nukta moja saba kuna hii sehemu mwandiko clean, hapo chini kabisa mwa screen imeandikwa clean, kuongeza storage sim bila kufuta kitu chochote. Ngoje tusubiri ikamilike. Ni rahisi sana ndugu yangu, mpaka apisha malizi, imeandikwa clean. Eh, imeandika hapo juu hapa 57.17 MB junk clean, maana yake zisha futwa hizo hapo, lakini hatujafuta. Kumbuka hata picha hata moja kwenye hiyo simu, hata video hata moja. Maana yake tunazidi kuongeza storage ya simu bila kufuta kitu chochote. Ah, hii simu iliandikwa app cleaner deep clean application jang eh, unaweza ukabonyeza hapo. Tayari tushamaliza hii sehemu, zingine achana nazo. Alafu kuna sehemu inaandika WhatsApp cleaner, WhatsApp cleaner, ngoja nikuoneshe. Hey, e bwana mfuatiliaji wa Shayia TV bila shaka umeona hii sehemu nilioonyeshea hapo imeandikwa Clean WhatsApp junk. Bwana, hii sehemu pia uta click au utabonyeza. Tutasubiri pia tufuta hizo junk za WhatsApp. Inaskani faili za WhatsApp hapo, ngoja tusubiri ikamilike. Bila shaka hapo unavyoona jinsi mimi, jinsi ninavyofanya, na anaendelea na kuongeza storage simu bila kufuta kitu chochote backup conversation ni MB 9 apo utaache vivi, maanake kama ulikuwa unataka kuba kufuta kabisa, ndio unaweza ukafuta kama image, kama picha hapo. Unaweza ukafuta audio, video kama zipo, kama zipo unaweza zikaonyesha, kama kuna video ambayo kua umerushiwa kwa WhatsApp, zitaonyesha na unaweza ukazifuta laka, lakini sisi pointi yetu nini? mtakio tufute au tuongeze storage sim bila kufuta kitu chochote. Hapo WhatsApp storage inaonyesha ni MB tisa tu. Sasa tutarudi nyuma kama hivi, kuna sehemu imekwambia ime storage clean. Ngoja kwa nikuonyeshe eh, hiyo sehemu ambayo nimeonyesha Angoja nikuonyesha vizuri, ewa, umeiona? Utabonyeza pia hiyo sehemu iliyoandikwa storage clean. Ndugu mfuatiliaji wa Shayia TV, bila shaka unaona jinsi gani tunaweza tukaongeza storage ya simu bila kufuta kitu chochote. Simu yetu inatuonyesha ni ilikuwa na storage tu kumi na sita E, eh, zimetumika kumi na nne eh, bila shaka unaona image comparison mb mia tatu hamsini. Unaziona hizo sehemu zote, ndio clean up now, hii sehemu utakuwa unabonyeza zote ili kuongeza storage ya simu oh, no. Mona kama okay. Hapa hivi unabonyeza tu maanake utaona picha zako ambao zipo kwenye simu yako, na kama unataka kuzifuta utazifuta, lakini pointi kubwa ndo kama jinsi nilivyokuelekeza ni, umeona jinsi gani nilivyo clear baadhi ya vitu, lakini ukiingia kwenye simu yako kule hivyo vitu vitakuwa vyafutika kabisa. Naona Hapa inaonyesha junk clean zilikuwa MB hamsini na saba nukta moja saba maana, hapo tumeongeza storage ya MB hamsini na saba nukta moja saba Umekumbuka eh? Optimize ndio kitu cha kwanza kabisa. Utasubiri kama hivi, alafu tena unakuja nabonyeza Optimize now, app clean utabonyeza. Chrome clean utabonyesha kama hivi. hapa ni tunaongeza storage ya simu bila kufuta kitu chochote. Si umeona jinsi ilivyo rahisi eh? Bila shaka umeweza kujionea ni jinsi gani unaweza ukafuta baadhi ya vitu kwenye simu yako, alafu vilevile unaweza ukaongeza storage ya simu au ukubwa wa memory simu yako bila kufuta kitu chochote e bwana. Eh, kama umeelimika na elimu hii au umefaidika na elimu hii na kukumbusha Usisahau kusubscribe channel hii. Kama hujui neno subscribe liko sehemu gani, hebu angalia chini ya video hii unayoangalia, kuna neno limeandikwa subscribe. Hebu gusa neno hilo mara moja. Ukishagusa hilo ilo neno mara moja, kuna neno limeandikwa All, yani kuna kakengele kako juu, bonyeza wakengele ka juu kabisa. Ukisha bonyeza kakengele, yaani maana yake kwa kila video ambayo nitakuwa naweka au elimu ambazo nitakuwa naweka kwenye chaneli ya Shayia TV utakuwa unazipata kwa haraka zaidi. Bwana, mimi nakutakia siku njema.